Utasimama. <laughs> Peter Kimondo Baragu, umeshtakiwa na ubakaji, maelezo yafuatayo: tarehe 27 mwezi wa tano mwaka 2022, Ah, mwendo wa saa 3 jioni katika eneo la White House iliyoko Nakuru East sub-county na Nakuru County, kwa kusudi na kinyuma cha sheria ulisababisha ume wako kuingia kwa makalio ya James Kiarie Mungai without uh, bila idhini yake. Haya maelezo My name is Asam. 22 mwendo wa saa tatu jioni